Karibu tena katika chaneli yetu ya Gumzoni. Kama ndiyo mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, kumbuka hapa tunajifunza mambo makubwa Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla. Leo tunakuletea orodha ya video kumi zilizotazamwa zaidi kutoka Tanzania kupitia YouTube kwa muda wote. Video hizi zinajumuisha za Bongo Movie, habari, mziki, siasa na video yoyote kutoka Tanzania. Hebu bila kupoteza muda tuanze kuhesabu kutoka nafasi ya kumi hadi ya kwanza. Nafasi ya kumi inashikiliwa na video ya wimbo wa African Beauty. Hii ni kolabo ya kipekee iliyotoka mwaka 2018 kutoka kwa mwanamuziki Diamond Platnumz akiwa na star wa Marekani Omarion. Mpaka sasa imetazamwa zaidi ya views milioni 99. Hii ni kolabo ya kimataifa iliyojaa mapenzi, melodi tamu na ubunifu wa video ya hadhi ya juu ikithibitisha ukubwa wa Diamond kimataifa. Nafasi ya tisa tunaipata video ya wimbo uitwao number 1 kutoka kwa Rayvanny akiwa na Zuchu. Hii ni kazi iliyotoka mwaka 2021 ikiwa na mionekano laini ya mahaba na mvuto wa sauti ya Zuchu. Mpaka sasa video hii imevuka views milioni 106 na, na ni miongoni mwa nyimbo zilizothibitisha nafasi ya Rayvanny kama msanii wa kiwango cha juu. Nafasi ya nane ni video ya wimbo Nana ya Diamond Platnumz akiwa amemshirikisha Mr. Flavour kutoka Nigeria. Wimbo huu uliachiwa mwaka 2015 ukiwa na mionekano ya kipekee yenye mchanganyiko wa Afrika Mashariki na Magharibi, na ndiyo nyimbo pekee iliyompa Diamond sura mpya ya unguliki mziki. Nafasi ya saba tunakutana na video ya sukari kutoka kwa Zuchu nah. Wimbo huu ulitoka mwaka 2021 na, na, na mara baada ya kuachiwa ulienea kwa kasi sana Afrika Mashariki. Ni kazi ya kimahaba nyepesi kusikiliza na yenye mvuto wa kipekee mpaka sasa, sukari imekusanya zaidi ya views milioni 111. Nafasi ya sita ni video ya Jeje kutoka kwa Diamond Platnumz iliyotoka rasmi mwaka 2020. Hii ni ngoma ya kisasa iliyojaa mitindo ya Kiafrika, mavazi ya kifahari na densi za kuvutia. Mpaka sasa imeshatazamwa zaidi ya views milioni 115 na, na ni moja ya kazi zake zilizopokelewa vyema sana kimataifa. Nafasi ya tano tunaikuta video ya Kwangaru ya Harmonize kwa kushirikiana na Diamond Platnumz. nikone ngoma hii ya kufoka ilitoka mwaka 2018 na, na ilivuma sana kutokana na maneno yake ya mitaani na beat kali. Video yake imevuka views milioni 127, ikiwa ni moja ya kazi bora kuwahi kufanywa na Harmonize, akiwa WCB. Nafasi ya nne inachukuliwa na video ya Enjoy kutoka kwa Juksi akiwa na nguli Diamond Platnumz iliyotoka mwaka 2023 ni wimbo wa R&B unaoonyesha ladha ya kimapenzi kwa mtindo wa kifahari. Video hii ilipokelewa vizuri sana na mpaka sasa imekusanya zaidi ya views milioni 128, na ikiweka Juksi kama miongoni mwa wasanii wanaoongoza katika ubora wa visuals na sasa tunaendea video tatu zenye views wengi zaidi. Unakumbushwa kusubscribe ili usipitwe na video zetu nzuri zaidi. Nafasi ya tatu, tunakutana na kolabo ya Inama ya Diamond Platinumz na Fally Ipupa kutoka Kongo iliyotoka mwaka 2019 wimbo huu ni mchanganyiko wa bongo fleva na Lingala uliopokelewa vizuri sana Afrika ya kati na mashariki. Video yake imekusanya zaidi ya views milioni 152 na bado ina mvuto wa kipekee. Nafasi ya pili ni video ya wa kutoka kwa Diamond Platinumz kwa kushirikiana na Koffi Olomide kutoka Kongo <mulia> iliyotoka mwaka 2020. Hii ni video ya burudani kamili yenye dansi za Kongo na vichekesho ambayo imevutia watazamaji wa rika zote. Mpaka sasa imevuka views milioni 170 kwenye YouTube. Na sasa ni nafasi ya kwanza ya ambayo ni video ya Yope Remix ya Innosis B akiwa na Diamond Platnumz wimbo huu ulitoka mwaka 2019, na, na haraka sana ukawa gumzo Afrika nzima. Hii ndiyo video iliyotazamwa zaidi kuwahi kufanywa na msanii yoyote wa Tanzania, ikiwa na zaidi ya views milioni 251. Ni video ya kihistoria iliyovunja rekodi na kuthibitisha nguvu ya ushirikiano wa Afrika mashariki na kati hii ndio Gumzoni bwana, sehemu kekea utapata mambo mazuri. Katika listi yetu hatujakutana na video ya Bongo Movie au habari. Tuandikie katika comment hapo chini, ni kwa nini video za nyimbo zinatazamwa zaidi kuliko filamu au michezo, na nini wengine wafanye ili wawezi kushindana na tadhania ya muziki. Hii ni gumzoni na mimi ni Roda, nikutakie siku njema, chao.